We are sorry nifa hatujafanya haya kwa kupenda, hatujafanya haya kwa makusudi, ila liko jambo la muhimu kabisa. Hii ni sehemu ya pili, hii ni sehemu ya mwisho the final, the final eh, wao ni Ndaro pamoja na Kiredio ambao wanacheza na maisha ya watu, ila mimi ni JJ Ephraim ambaye anacheza na maneno humu ndani. Twende tukafahamu mengi zaidi sasa kwa nini wameyafanya yote haya na wanakwenda wapi. Issue ni kwamba kumbe kuna wimbi ambalo linaendelea kwamba comedians ambao pia hawa ndio wako humo kwenye hawana uwezo wa kufuturisha wala hawana uwezo wa kufanya chochote kile cha kujitolea kwa jamii. Wakaona isiwe tabu, sisi tulikuwa wafuturishwa, lakini tunataka tuwe wafuturisha. Basi wakapata taarifa kwamba eneo moja huko Mikocheni kuna mpira wakati huu na watu wako wengi, kwa hiyo pale wanaweza wakapata watu kwa ajili ya kuwafuturisha, lakini mishikaki ni michache na wanajitia moyo kwamba sisi hatujaiba kwa sababu tulichokifanya ni kama tumeona haki yetu ya kula inacheleweshwa, tumechukua shea yetu tunakuja kushirikiana na watu wengine wasiojiweza. Na watu walikuwa wengi kwelikweli hapa. Wakisubiri mchezo, eh, ambao ulikuwa ukichezwa hapa ndani. Wao wakaona hii ndio nafasi ya wao kuja kufanya wanachoweza kukifanya. Sasa wamefika hapa, mishikaki ni michache, ikabidi wapige mahesabu, bwana, hawa watu wote hatuwawezi em, tujipatie Tuzingatie kwanza kwetu sisi, tukakosa kabisa, alafu ndio sasa tuanze kuangalia nani atapata nani atakosa. Eh anapata mshikaki hapo, na wakipendezwa na wewe wanakupa mshikaki, wasipopendezwa wanakupa mkono. Akasogea Nanga akasema mimi sitaki mkono, nataka hicho kitu ambacho kipo huko ndani. Naona wakapendezwa na Nanga. Nanga anasema nataka na nyingine. Yani ubaba tangu amalize hela za tuzo amekuwa ni muombaji sana. Akakabidhiwa yote miwili, naambia achukua best due hiyo mshikaki. Basi anajitafuna hapa, lakini anasema hii imekaa kama ya kuibwa hii eh? Nikak kama ya kuibwa hii mishikaki. Yeye naona kabisa hii mishikaki ni ya wizi. Wakamwambia tulia, wewe hata majambazi wanatoa sadaka. Mambo ya moyo mwachie Mungu. Basi yako anasogea tena hapa. Oyo mzee, siwezi kupata chochote. Wakamwambia hatujapendezwa, chukua mkono na tano hiyo. Wakamkuta bosi koi. Hey. Hello. Unaambia surprise. Kula huo moja, wenzako amekosa kabisa. Koi anaangalia. Ameweka nywele mithiri ya wale zipepewa alamati. Anamsapoti mama biashara yake, mama mawigi. Okay, basi wakamalizana hapo, lakini kwa kweli Mungu atetetee, unapewa msaada kumbe watu wameiba huko. Watu wamependeza smati, uwezi hata ukawadhania watu wana heshima zao, kumbe chenga. Sasa wakaja mpaka hii saiti, huko wakawakuta hawa vipepeo walamata sasa ndaro amekuja kuwapa msaada na mwenzake ya kiredio lakini na masimango juu anasema wakati tunampatia msaada koi na nyiye mlionekana kuwa wahitaji ni kweli baba wakakusanyika nayo mawigi hapo naweza naeza kasema sijui vitu gani kwanza ni wanafanana wote weo mwingine ni anababuaja anatoa siri zote yani nyie ni wakozi msinge kuwa nyiye jamani tangu jana hatujala wanalalamika yani, lamata sijui na mpango gani na sisi, anakuwa na hela tu kipindi cha jua kali, lakini jioni jua likisha zama hatupi chochote, na ana hali jipia na rangi ya pinki. Umeona yani, ni wanafanana wote, wanafanana. Wanavyoangalia ni e kama vile unasema, mnarudi tena mnarudi, si mtarudi? Kila mtu atapata, niliwaambia eh. Basi mwamba kasema, nime appreciate kazi. Yani mimi nimewaelewa, nitapambania. Ni mkurugenzi katika gazeti moja, habari hizi zitawafikia watu wote ya kwamba comedians sasa wameamka na wanao uwezo. Comedians si wanyonge, wanaambia ndiyo bwana, sisi hamwezi tukachukulia kinyonge talanta zetu ni kama talanta wa, za watu wengine waliopewa na Mungu, hivyo si vibaya, nasema si vibaya. Naam, tunamshukuru Mungu na tutakutana mwakani, ili limeisha salama, lakini nyuma ya pazia, wewe na mimi ndo tunajua. Ala! Till next time, God bless you. Soba Yesu, bye, bye.